Nam, uh, habari, mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida ni mtaalamu wa tiba asili Afrika. Napatikana Dar es Salaam Yombobuza kwa mama Kibonge. Ukifika uliza alipokuwa baa Gaddafi zamani. Usisahau ku ku like, ku comment, ku share na ku subscribe channel hili mradi wa kwanza kupata masomo yangu kila leo napatoa. Leo tupo kumwangalia ama kumuita, uh, jini anaitwa Noah. Jini huyu ni jini wa mababu na ndiyo anayemiliki majini yote katika koo za Subiani. Jini huyu ana wajukuu wengi sana, lakini mjukuu anayempenda zaidi na zaidi na zaidi, hata kama akikurupuka kutoka usingizini, basi ni Maimuna. Nikukumbushe tu mwanafunzi wangu kipenzi na mfuatiliaji wa masomo yangu ya Babu Bidabida, kwanza kuna watu wanachukua masomo yangu na kuyapeleka kama yalivyo katika akaunti zao, wanakopi masomo yangu kupeleka katika akaunti zao. Mimi nikitoa masomo na wao wanatoa kama yalivyo. Sasa jitahidi kuacha hiyo tabia mara moja, mwanafunzi wangu. Niseme tu kwamba jini huyu Maimuna ndio jini mkubwa wa majini yote ya kike duniani sawasawa, na ndio jini ambaye baba yake anaitwa Debaki. Sasa jini huyu Noah ni babu wa mababu katika koo ya Subiani na ndio jini mkubwa sana wa kafara zote za kuchinja. Anapenda sana sadaka ya damu ya ngamia, anapenda sana sadaka ya damu ya ng'ombe, anapenda sana sadaka ya damu ya mbuzi, lakini mbuzi huyo awe mwekundu asiyekuwa na rangi nyingine tofauti kutegemeana na kafara yako au shida yako, ndiyo maana anakuja na ukubwa wa kafara yako. Jini huyu ndio anafanya kazi zote kubwa, biashara zote kubwa, mambo yote makubwa, na ndiyo maana hata kafara zake ni kubwa kubwa. Mwanafunzi wangu, jini huyu ni miongoni mwa majini ambao wewe unataka nini na ana uwezo wa kukupatia kwa haraka iwezekanavyo kujibu haraka iwezekanavyo hiko kitu chako. Yani kama unataka jambo kutoka kwake, basi yuko very, very sharp kwa namna yoyote. Jini huyu ndio anayetumika na wafanya biashara wakubwa wa kimataifa. Jini huyu ndio anayetumika kwa watu ambao wawekezaji katika miradi au nchi fulani au sehemu fulani Watu wa madini wanamtumia sana huyu jini wa kafara, bila wao kujua ama wengine wanajua. Jini huyu wa kafara hatumii kafara ya binadamu, hatumii kafara yoyote mbaya, hapana. Yeye kafara zake ni ngamia au damu ya ng'ombe au mbuzi, kutegemeana na namna ulivyo jini huyu. Hata kama ukiwa unataka ushindi kutoka sehemu fulani jini huyu hata kama ukiwa unataka aidha kupata cheo fulani kikubwa chenye madaraka, usikilizwaji wa watu, upokelewaji wa watu kwa mazuri, kunenewa na watu kwa mazuri, basi huyu jini anakufaa sana sana sana. Maandalizi yake ni simple sana, ambayo ukimuhitaji jini huyu, basi atakuja haraka. Hakuna kitu chochote kilichokuwa na faida kikakosa hasara, mwanafunzi wangu hasara zake jini huyu kwanza, atakuwa anakuendesha kwa namna ambavyo yeye anavyotaka, lakini sio njia zisizompendeza Mwenyezi Mungu. Jini huyu Noah ana uwezo wa kukuambia jambo na unatakiwa ulifuate, ila sio jambo lisilompendeza Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, wewe unataka kufanya biashara fulani, yeye anaweza akakwambia biashara hiyo utapata hasara baadaye, badilisha, anzisha biashara fulani wewe unataka kwenda sehemu fulani, anaweza akakwambia usiende kupita njia hii, kwani njia hii ina madhara fulani fulani na fulani, na fanya kupita njia hii ndio itakayokuwa salama kwako. Umenielewa mpaka hapa? Lakini pia anaweza usiku akaja kwako na akakwambia mimi nataka jambo fulani na fulani na fulani fulani, nataka ulitekeleze, lakini jambo hilo au mambo hayo sio nje ya mipaka ya Mungu, sawa sawa lakini jini huyu apendelei sana zinaa, apendelei sana zinaa, apendelei sana ulevi. Yani ukiwa unataka kwenda kukutana na mwanamke au mwanaume, basi lazima umwambie. Ikiwa unataka kwenda kufunywa pombe, kufanya ulevi wowote, basi lazima yani anasa yoyote, basi lazima umwambie, umwelekeze, umwombe, umpe taarifa. Ndio namna ya kuendeshwa hivyo, yani hujifanyii tu wewe mwenyewe. Mwanafunzi wangu, ukitaka kumwandaa huyu ili ummiliki uwe naye, tupo katika kipindi cha ofa. Bado mimi huyu uh, naweza nikakupatia kwa gharama ya milioni kumi za Kitanzania, pete yake. Lakini maandalizi yake ni haya ambayo wewe unapaswa kuyafanya. Kwa mfano, kitu cha kwanza unatakiwa uwe na chungu kikubwa au mtungi mkubwa. Tia mchanga wa funguni ndani yake uwe shinda, yani uwe nusu. Mchanga wa funguni ni mchanga ambao ni kipande cha ardhi kilichotokeza baharini, kama unavyoona kama kisiwa au nini vile baharini, kati ya bahari, basi chenyewe kimejitokeza ile, ndio inaitwa fungu. Basi unatakiwa upate ule mchanga, ndio wakutia katika hiyo mtungi um, wako pia unahitajika upate pete yenye kito aidha ni cheusi au chekundu au buruu. Lakini unahitajika upate ng'ombe au ngamia kutegemeana na changamoto yako, nini unataka kufanyie kwa muda huo. Lakini pia tunataka tupate ubani maka, hata kama ni robo kilo, zuhura robo kilo, jawi robo kilo. Lakini pia tupate na ambari ya baharini. Vitu hivi hii ambali utaitia ndani ya chungu, lakini pia vile vile hii uh, pete utaitia ndani ya chungu, lakini pia tunahitaji tupate na mafuta mazuri original ya kunukia, aidha ni ya kujipulizia kama spray au ya kupakaa kama miski, umeona. Lakini pia tunahitaji tupate njiwa jamii ya simba, maana hatuwezi kumpata simba mwenyewe kwa sababu ya usalama kwa hiyo tunatakiwa tupate njiwa wa jamii ya simba, lakini pia tuna au ukikosa unatakiwa upate bundi, lakini pia unahitajika upate udi za kunukia sana, lakini pia unahitajika upate nguo nyeusi au kanzu au baibui kutegemeana na jinsia, lakini pia tunataka tupate chumba kilichokuwa tupu, kiwe na giza. Kazi hii tunatakiwa tuianze siku ya Jumatatu. utakuwa unachoma udi kila siku katika iko chumba mtungi ukiwa ndani ya iko chumba umeucholea saiko na nawe mwenyewe umechola saiko ya kukaa. Utakuwa unawasha moto au kitezo kama ni cha umeme au ni cha kawaida, lakini pia kuzungukwa na mishumaa. Utakuwa unawasha ubani na udi zile za kunukia na kupuliza mafuta ya kunukia katika mwili wako, ukiwa umeingia ndani ya hicho chumba. Hayo ndiyo mavazi yako na unatakiwa unukie kweli kweli. Mwanafunzi wangu, hivi vitu vyote vinahitajika uvifanye kwa utaratibu maalum. Kwanza inahitajika ujifungue vifungo vya mwili wako. Changamoto hii inawakuta walio wengi, ambao wana changamoto ya vifungo kukaaliadha, viumbe hawaji. Nimeanza kufundisha njia za kuita viumbe muda mrefu, zaidi ya miaka saba nane iliyopita, lakini bado wengine hawajapata experience Kiumbe ukimwona mara ya kwanza, umemuita ajaja, rudia tena mara ya pili na ya tatu, ila hakikisha kwanza umejifungua laana, vifungo vya ukoo na mambo mengine yote, ili uweze kuwa salama. Hata nyumba au chumba unachotaka kukifanyia, basi lazima kiwe salama, kisiwe na vizuizi vyovyote. Mtungi utauweka mbele ya ile saiko yako ndani, ikiwa na mchanga ndani na pete na kipande cha ambali. Yule njiwa simba au wenyewe wanaita kwa kitaalamu wanamuita Jacobin. Utamuweka upande wa kushoto mwa mtungi, au bundi utamuweka upande wa kulia wa mtungi. Yule ng'ombe damu yake, siku ya mwisho akishawasili pale kiumbe wako nje, utaenda kuchinja kwa kafala ya ile pete yako. Mshamaliza mazungumzo, atakuambia umeniandalia kafara gani sawasawa, sawa. Ndio utamwambia nimekuandalia kafara ya kwanza hii hapa. Ataitumia iza ni bundi atamtumia, au ndio huyo njiwa atamtumia, atakauka pale pale. Baada ya hapo, ile pete utaichukua, utaenda kuchinja. Ukishachinja ile damu utaikinga, utaidumbukiza ile pete yako ndani ya ile damu, kama dakika kumi kumi na tano utaitoa. Yule mnyama anaweza akaliwa na raia, hata ninyi wenyewe mnaweza mkamla, lakini pia au kutoa sadaka Ukimaliza hapo ile pete yako ndio muhimu na itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ukiwa ndani ya iko chumba, siku ya kwanza utachoma udi za kunukia na pia vilevile vile, kuna dua unatakiwa uisome. Utaanza kutanguliza Mwenyezi Mungu kuomba istighfari, kutamswalia Mtume, lakini pia utaanza eh, kusema audhu billahi minashaitani rrajim ndani ya dakika thelathini bila idadi. Baada ya hapo sasa, utaanza kumwambia maneno mazuri huyu kiumbe wako Noah, kwa mfano: ewe kiumbe Noah, naomba ujidhihirishe dhahiri uje kwangu na ujitokeze kama Mwenyezi Mungu alivyokuumba na ulivyomtii, basi na mimi nahitaji unitii kwa haya ninayoyataka nahitaji uje kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, nahitaji uje kwa sifa za majini wakubwa zaidi yako, nahitaji unitii mimi na nahitaji uje kwa silaha ya Nabii Suleimani, kinga ya Nabii Suleimani alayhi salam. Nahitaji uje na uhasili kwangu kwa upole na ukarimu, pete yako hii nimekuandalia, na mimi nahitaji unipe jambo ninalolitaka. Utataja yale unayoyataka. Mimi nimekuandalia chumba, nimekuandalia nyumba, nimekuandalia vyakula, nimekuandalia kafara zote, na mimi nahitaji ufanye yale ninayoyataka. Taratibu kwa upole kiumbe aliyekupendeza Mwenyezi Mungu, aliyekupamba mwenye kunukia na upendo kama mimi ninavyonukia, basi na wewe nataka uje. Kwa hiyo utakuwa unasema kwa maneno mazuri yenye taratibu, huku unachoma ubani, huku umechoma udi, huku unafanya yale mambo yote ambayo yanayotakiwa. Ukimaliza mwanafunzi wangu kwa siku ya kwanza utafanya hivyo, kama lisaa moja, mawili, matatu utatoka katika chumba, kama zile nguo utavua utaziacha mule mule au utazitoa nje sawa. Siku ya pili tena ni hivyo hivyo. Siku ya tatu tena ni hivyo hivyo, siku ya nne tena ni hivyo hivyo. Yaani ina maana Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi kuamkia Ijumaa ambayo ni siku ya nne kuamkia siku ya tano, hapo sasa ndio unahitajika ukae na unasema, leo ndio siku niliyo kutahalishia wewe kiumbe, na nahitaji uje kwangu na ujidhihirishe. Nahitaji tuwe marafiki baina yako na mimi, na nahitaji tufanye jambo ambalo tunalotaka kutoka kimaisha. Nimekuandalia sadaka yako, na mimi nataka unipe sadaka ya mafanikio ninayoyataka. Utakuwa unatia nia mpaka utakaposikia manukato makali kupita yale uliyojipulizia wewe hapo kiumbe wako atakuwa amewasili, na utamwomba abadilike katika jumbili la kibinadamu. Atabadilika katika jumbili la kibinadamu na badala ya hapo, mtaanza kusikilizana. Uwe umeshaandaa mada yako unayoitaka kuanzia A mpaka Z. Ukimaliza hapo, mwanafunzi wangu, kumsikiliza na yeye atakuuliza, umeniandalia sadaka gani? Ndio utamwambia nimekuandalia sadaka fulani, uitumie na nimekuandalia sadaka fulani, nataka ukaimalizie. Kwa hiyo ile sadaka ataitumia na yeye. Utamuomba, utamwomba namna gani ya mawasiliano baina yangu na yako tutakayowasiliana kuanzia sasa. Kafala hii ya ng'ombe itadumu kwa muda wa miaka mitatu, ngamia atadumu kwa miaka mitano mpaka sita. Tumeelewana? Kwa hiyo ukichinja hivi, basi hiyo itakaa kwa muda mrefu, ndio unapaswa uchinje tena hachukui binadamu, hafanyi kitu chochote, aharibu mazingira wala nini, lakini ni vitu ambavyo vinatakiwa kuvifuata kama hivyo nilivyokuelekeza. Wanafunzi wangu, ni njia moja bora sana, ni njia moja mzuri mno, ambayo njia hii kama ukiifuata basi utapata mafanikio kwa haraka sana. Kiumbe huyu ndio viumbe wakubwa. Akiwasili na kupata pete yake, basi wewe una uwezo wa kufanya jambo lolote. Kama ni uchaguzi, kama ni madini, kama ni biashara kubwa kubwa, kusikilizwa, kupanda cheo, kuto kuonekana pahara, kupita pahara, vitani. Lakini pia vilevile vile, hata kama wewe sehemu unayoishi maugomvi, majambazi wanakuandama, usijui vitu vinakuandama, maadui wanakuandama, hii kwako itakuwa ni historia, hawatokuona na utapata tips mbalimbali kutoka kwake, mafanikio makubwa makubwa wanafunzi wangu, ni njia moja nzuri sana. Noa ni kiumbe ambaye anaenda na glady, anafika mpaka milioni hamsini kutegemeana na shida yako na changamoto yako wewe unayoitaka. mimi naweza nikakupatia pete yake kuanzia milioni kumi, utapata, mpaka milioni hamsini, utapata na kuendelea kutegemeana na namna ya changamoto yako na kafara zake jinsi ilivyoandaliwa. Wanafunzi wangu nikutakie tu heri ya mafanikio ukishamaliza hapo utaichinjia kama nilivyokuambia hapo awali. Ukimaliza hapo, pete yako utaanza kuivaa siku ya Jumapili, lakini unataka uivae katika mkono wowote na kidole chochote kitakacho kutosha. Basi endelea na kupata mafanikio hayo ambayo wewe unayoyataka, na mawasiliano yenu mlioelekezana, usitoke nje ya makubaliano yenu mliyokubaliana. Mwanafunzi wangu, ni jambo ambalo la udhalilishaji, ukitoka kwani utapata madhara makubwa sana. Mimi hapa ya babu yako mtaalamu wa tiba asili Afrika, napatikana Dar es Salaam, Mbuza kwa mama Kibonge. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Karibu sana mwanafunzi wangu, ni kutakie heri na mafanikio.